Uvira imepokea wimbi kubwa la wakimbizi waliokimbia mashambulizi na mabomu katika vijiji vyao. Miongoni mwao ni Riziki Julien, mama wa watoto saba, aliyepata hifadhi kwa familia moja mjini Uvira. masartaniotulitoka na mwingine. kufika luverezi watoto wakachoka, tukalala pale. Tukakwenda tukafika ti mpaka sangi sangi, nako masasi wakazopika tena vigumbi pale muttukkmbg katika kambi ya wakimbizi waliokimbia mapigano. Wengi wanasimulia mateso walioyaona njiani kama vile Bernadette Shalulo. Tunakimbia ile mabombe njo ilikuwa mingi, masasa iko kuwa mingi hapana. E, mabombe njo ilikuwa mingi, tu, tunaenda tunaruka, tunaruka, watu vevaisha kukufa, evana katika migulu, vevana katika mkono ya hivyo na gesi, tulifika hapo Mahitaji ya msingi bado ni changamoto kubwa kwa wakimbizi hawa, wengine wakiwa na familia zinazowategemea. Na shida ya kukula, sababu hatukukimbia na chakula yoyote, hatukukimbia na tandiko, hatukukimbia hata na drape. Hapa kama tuko na jifunika shuka, maake ni hapa bandugu bakatutolea namna ya kufanya, na mwingine akatutolea bashe, ndio yenye tuko na tandika tunalada. Ingawa waasi wa M23 wanasema wamechukua udhibiti wa Uvira na kuanza kukusanya silaha zilizoachwa, wakazi na wakimbizi wanasema hali ya kibinadamu bado inatia wasiwasi mkubwa.